Na sasa tufulilize hadi kaunti ya Kirinyaga ambapo baadhi ya wawakilishi wadi wa kaunti hiyo wakiongozwa na spika wa bunge la kaunti hiyo Jinaro Njamumo wanashinikiza Waziri wa Fedha Jackline Njogu kutoa majibu kuhusu zaidi ya shilingi milioni mia mbili zilizopangiwa uh, kupeanwa kama basari na pia kutumika katika miradi mingine katika kaunti hiyo ya Kirinyaga. Wakilishi hao wamesema kuwa walipouliza maswali hayo alianza ama walianza kupata vitisho kutoka kwa viongozi wengine, hila wamesema hawatakoma kamwe. Sasa wanataka kaunti ya Kirinyaga ichunguzwe kutokana na matumizi mabaya ya fedha 23 2024 tulikuwa tumekadiria pia kuokota milioni eh, mia tano na hamsini, tukazidisha hiyo na milioni mia moja na moja na zaidi hiyo pesa yote ukijumuisha hiyo miaka miwili ya kifedha inafika milioni e, mia moja, thalathini na nane, na zaidi, ambayo hiyo pesa tumekuwa tunauliza kwa sababu haikuletwa kwa mbunge ndio tuiweke kwa bajeti tujue ni programu gani na zipi ambazo hizo pesa zitatumia. Tumeuliza hiyo maswali, waziri wa fedha wa Kirinyaga County Government hatujibu na wakati ametujibu wakati huu ametujibu, si hii maswali ya hiyo milioni tunasema, anaanza kutujibu maneno ya miaka ya 2017, 2018, 2019, 2020, na sisi hatukuwa katika hiyo mbunge, na hiyo pesa tunaongelelea juu yake ni ya wakati ambao sisi tumechaguliwa na tumekuwa tumezi, tunazidhibiti vile zinatumika. Kwa hivyo tunasema hivi hii pesa lazima bunge la Kirinyaga liambiwe zilienda wapi? Hiyo ni moja ya pili. Kuna milioni ingine sitini ambayo ilikuwa ya basari. Wakati basari ilisimamishwa kupeanwa na koti, tukaweka milioni sitini ndio sasa koti ikimaliza kesi tukuje tupeane hiyo pesa ya basari. Hiyo pesa hatukupeana, na hiyo pesa haiko kwa budget. I asking in the floor of the house. Uh, to the CC Finance to provide in details the account to receive the uh, revenue in in our account Kirinyaga we need to know and especially from the Department of Finance what happened to that amount of money because we are not able to disperse, to disperse that money or to distribute money to our needy kids for that financial year